wni na wadau wengine wote, lakini pia nashukuru kwa kunialika na kutambua kwamba mimi ni sehemu ya familia hii. Sisi sote tunajenga nyumba moja, na hiyo nyumba inaitwa kuwatumikia Watanzania. Nashukuru sana mkuu wa mkoa kwa kutambua hilo, na nitoe wito kwamba mimi Sigrada Mligo ni mbunge wa wote wa mkoa wa Njombe na Tanzania nzima Msinitenge lakini, mimi ni kijana ambaye nahitaji pia kusaidiwa na nyinyi. Ukinipiga kwenye grupu haitanifikia, nitafute inbox dogo. Huko moto mno, tuliza break, nitatuliza. Lakini jambo jingine la ufafanuzi kidogo, lakini mimi sijatangazwa na chama changu, nimetangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba mtambue hilo. Yaani tumekaa kichama chama sana hatutaweza kuijenga Njombe. Nimetangazwa na tume ya uchaguzi ambayo tume hiyo iliteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama ni ugumu pelekeni huko. Na toa ushauri kwa leo. Leo sitakuwa na maneno mengi zaidi ya ushauri kulingana na yale mambo ambayo yamejadiliwa hapa. Na kwa sababu mimi ni mwananjombe, yale yaliyojadiliwa hapa asilimia tisini na nane yananihusu na nimeyaishi. Jambo la kwanza ambalo mambo yangu mengi yanajikita kwenye nini, kinachangia migogoro na misunderstanding sana kwenye mkoa wetu, jambo la kwanza hasa kwenye migogoro ya ardhi ndio kuna matatizo. Mimi changamoto niliyoiona, mkuu wa mkoa, mkoa mzima wa Njombe tuna hakimu mmoja wa mahakama ya ardhi mmoja, ambaye anazunguka Udewa, Makete, wa Nging'ombe kote huko. Kwa hiyo kesi nyingi zinacheleweshwa. Inafika mahali mzee amaingaika na kesi miaka kumi anaona basi mimi nife tu na mali. Watu wanakufa kwa stress. Kesi haiishi. Kila siku ni kuhudhuria mahakamani, akifika mahakamani, hakimu yuko leo. Kesho kutwa akifika, hakimu yuko Wanging'ombe. Hili nafikiri tukilirekebisha, kila wilaya ikawa na mwenyekiti wa baraza wa wilaya ambaye ndio hakimu. Itaenda kupunguza kucheleweshwa kwa kesi miaka kwa miaka. Kesi za ardhi mkoa kwa mkoa zinaenda hadi miaka 30. Eh? Huyo mtu si anakufa na anaacha haki yake ime- imepotea. Kwa hiyo hiyo tuanzie hapo, itafanya kesi ziishe kwa wakati, mtu ajua amekosa au amepata. Jambo jingine ambalo linasababisha migogoro hasa kwenye ardhi, napelekea tu wanauana sana, kwa sababu Njombe, migogoro mingi na mauaji mengi ni mapenzi na ardhi, ndio ndio inavyosababisha, ndo, yaani wivu wivu ule sasa unakuta tuna mabaraza ya ardhi, kuna mtu ameyagusia hapa, nafikiri ya RC. Unakuta ay una mabaraza ya ardhi ya kata, yale sheria inataka yasuluhishe, wala sio kutenga kama ni kesi. Lakini mabaraza ya ardhi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, yanachukua kesi kama wenyewe ndo mahakama. Sasa wanaita na mashahidi, wanaenda mpaka site, kila mtu achangia laki moja na nusu. Sheria ilisharekebishwa na waheshimiwa wabunge kwamba baraza la ardhi itadili na mambo ya kimadaidai kusuluhisha na mambo ya kiardhi, levo yake sio kuhukumu, levo yake ni kusuluhisha. Tusipopatana pale ile kindugu ki, ki, ndio inatuandikia barua ya kwenda mbele, lakini wao wanatenga kama ni mahakama na mwenye hela za kuwapeleka watu saiti ndo atakayeshinda ile kesi. Hasira zinaanzia pale. Lakini pia kuna mtu aligusia pia madiwani madiwani pia kuna mahali tunajisahau, tunajisi tunahusika kwenye kesi za jinai. Wewe uhusika wako kwenye kesi ya jinai ni pale unapoona kitendo kinafanyika na kutoa taarifa, kwa sababu sheria ya makosa ya jinai haijasema polisi ndio akamate mtu, imesema polisi na mtu mwingine yeyote pale kitendo cha jinai kinapofanyika mbele yako. Lakini unakuta madiwani, kesi ya jinai imetokea, kosa la jinai limetokea na anasaini upande fulani. Kisa ule ukoo ni mkubwa anasaidi nao ili apate kura zao 2030. Hiyo nayo inasababisha sana migogoro. Jinai, sheria iko wazi, wewe kazi yako ni kui, ni kuitawa ile jinai kwenye mamlaka ya kipolisi. Tunatenga vikao kwenye nyumba ya diwani, tunajadili mgogoro wa watu walio makana. Eti diwani yapo ndio, tena nasema mkienda huko mbele, mtotozo hela nyingi, sasa ni makaji, kwa nini listozo hela si nimebaki yote ni hangaikie kesi. Eh, hey, kwa hiyo sisi pia tubaki kwenye position ya neutral person. Wewe umeshakuwa diwani, na hata kuwa diwani uko akina mwanga wangu sijuo akina assembly. Ah ah. Bwana sasa ni neutral person. Kama mtu ametenda, wacha sheria ichukue mkondo wake. Hii pia itapunguza migogoro. Lakini pia issue nyingine inasababisha migogoro hasa ya ardhi, Ni kwenye maeneo ambayo serikali ilitenga. Kuna mtu ameongea vizuri hapa kwamba serikali irasimishe hayo maeneo. Kumekuwa na utaratibu, kwa mfano, halmashauri za miji zina maeneo yake, na huwa sometimes halmashauri inampa mtu binafsi ayaendeleze. Sasa huwa halmashauri zile zinajisahau, yule mtu anatumia mpaka zaidi ya miaka kumi na mbili. Ndugu zangu madiwani, mkishamwachia mtu eneo la halmashauri alitumie, akishazidisha miaka kumi na mbili, sheria naamini ni la kwake. Baadaye mnapokuja ni kama halmashauri mjenge shule kijiji kinasema hili eneo ni la wakina Mwaro. Kwa nini tuliona wakilitumia miaka na miaka na miaka? Mgogoro unaanza, kuna kesi kati ya halmashauri na mwananchi, halmashauri imenyang'anya eneo lake. Kwa maana kinachokuja mahakamani ni nini? Sio kwamba hakuna ushahidi, ni kweli, ni kwamba eneo lenu, lakini sheria ya ardhi inaamini mpaka miaka kumi na mbili imepita, mlikuwa wapi? Ndio maana hata ukifyeka pori ukaishi zaidi ya miaka mbili hilo hilo leo ni la kwako. Ulikuwa wapi wewe mliki wa awali? Ndio shirini na mbili hivyo, wale unakuta kesi nyingi za kunyang'anyana maeneo kati ya halmashauri sijui serikali na wananchi, wanashinda wananchi. Yule mwananchi amezaa kichochoje yake vimeliona lile eneo analitumia baba yake, vimekuwa na nyenye <tasen> vimezaa vitoto, vimeliona wewe. Mkurugenzi sijui ya afisa hapo wa halmashauri anasema eneo la al alipata ile mtoto, anakuwa wewe ndio mchawi wake. Mali hii ya anaamini aliachiwa na nani? Na baba yake. Kwa hiyo hii migogoro tujue kwamba hata kama tunampa mtu eneo basi ile mikataba tuwe tuna renew mara kwa mara. Maana kikaa miaka miwili mkirenew unaanza mwaka wa kwanza, yani unaanza upya. Lakini mkisahilisha mikataba ile mkasahau kurenew, brother, ikipita miaka 12 eneo ni la uko hilo. Halmashauri haipo. Mkienda mahakamani wanawapiga vile vile halmashauri. Kwa maana hukuta kesi nyingi za hivyo tunashindwa kama halmashauri. Lakini jambo jingine ndio, hiyo ushauri wangu kwenye hilo halmashauri irasimishe, naungana na msemaji mmoja lakini, pia ili kuondoa migogoro na shauri, sasa hivi kuna makampuni mengi sana ya upimaji, basi halmashauri ziingie mikataba na makampuni binafsi, kama zenyewe kama zenyewe haziwezi kupima maeneo. Na bahati nzuri tuna madiwani, niweni ongea na halmashauri ikapime maeneo ya kata yako yote na mipaka, kwenye barabara tuweke kila kitu, ana simple tu na bahati nzuri mna uwezo wa kuitisha mikutano ya vijiji na ya kata mkashauriana utaratibu mzuri wa kupima mipaka yenu, na kuna migogoro sasa hivi mikubwa ya mipaka kati ya kata na kata, kijiji kwa kijiji. Sasa hapo ya sasa wewe diwani huko hapo kwa ajili ya nini? Na watu wako mkubaliane, muite wataalamu wa halmashauri, wataalamu wengine, ubia na makampuni binafsi kama hao hawawezi mimi ni ushauri wangu huo. Kwa waheshimiwa madiwani, turasimishe maeneo kwa kushauriana na halmashauri ya halmashauri zetu, tutafutie makampuni ambayo ya smart kwa ajili ya hilo zoezi, na ukiwaambia wananchi wachangie urasimishaji sadani kama watakataa, siku hizi hata vikopa vyenyewe wanataka uwe na, na, na eneo lilo rasimishwa. Kwa hiyo ukimrasimishia mwingine ataenda kuchukulia rukuzi lao mkopo, au sio? Ehe. Uh, jambo lingine ni faini za kilimo na misitu jamani, jamani, mimi nishawahi wahi kuwa mfanyabiashara wa ambao na mkaa. Jamani, faili zilizoma guma barabarani na kwenye hili mimi pia nitalishukua na mheshimiwa mwenzangu tuone shida ni sheria zilipitishwa na bunge au kuna watu tu wamekaa kikao cha kifamilia wameamua kukupiga faili za watu wanaofanya biashara ya mbao kuna mmoja ametoa fafanuzi hapa, ile shirika kuna kasheria fulani panasema kosa moja milioni moja. Jamani, unajua yule anayesimama getini anachukua ile sheria kama ilivyo, siju ameshindwa kufafanua, sijui haangalii udogo au ukubwa wa hilo kosa, anakwambia hapa una makosa manne. Sasa kuna mmoja amesema, sisi wafanya biashara tunakimbizanaga muda na muda, sometimes yule mfanyabiashara anaweza akatoa ile faili ukahisi umemuwili kesho na kesho matatizo ya kifamilia, kumbe ametoa kwa hasira mbele ya mawaza hivi yule mganga wa na, eh, hela hujamishia kuponde hujafanya nini mama ujaishiauaaa ah fanya biashara na hela kumbe hata hela, ila tu hasira tu, ngoja akifika mbele anataudali na serikali ya kichwa chake hajiulizi kwa mke wake wala kwa mpenzi wake, anachukua maamuzi. Ushirikina upo kidogo. Ninawambia tutende haki. Kwa hiyo hizo faili jamani, za maparachichi, kuna kijana moja alikamatwa hapa nime anapandisha na nilimpigia mheshimiwa diwani wa, wa Njombe mjini leo, pale amekamatwa mtu amezidisha trei moja la maparachichi, anaambiwa kosa moja faini ni milioni moja. Yaani trei ile sio fungadi ile, anatakiwa alipe faini shilingi ngapi? Milioni moja. Mimi nilichofanya niungana na aliyesema alitoa rushwa laki mimi nilienda pale nikampa yule wa getini elfu hamsini ili yule mtu wa watu aondoke. wa Sasa inakujaje? Tunapotezaje mapato kwenye kieneo kama hiki? Mimi kutoa faini hiyo siwezi, ninachofanya na honga. na ndio kinachofanyika kume. Bora tukaweka faini ndogo watu wakawa wanalipa kuliko kuweka faini kubwa. kwa siku waliokosa wako ishirini, aliyolipa faini halisi ni mmoja au hayupo, wote wametoa elfu hamsini hamsini, elfu ishirini kila kimoja Faili nyingine inakuja kwenye mambo ya maegesho. Sasa hiyo ni lebo ya madiwani. Na nafikiri madiwani mliopo hapa mtakuwa mashuhuda wangu. Ishu ya parking. Ishu ya parking mama nataka chukue nani, pampers sana, weta, njia, hilo, kani, nangia, hua, asa, ya mtoto. Bahati mbaya sana wewe njia hiyo hakuijua kama inaingia au haiingi. Ameacha tu gari akirudi wameweka lile limnyororo. Alafu ile vijana sio wanakuwa na mafunzo ni wakatili. Yaani sio watu approach hapo. unaona kwamba kumbe faini ya kukosea kwa kuegesha au kukosea kupita na pikipiki ingekuwa labda elfu kumi au elfu ishirini mtu anatoa teni kitu gani anakwepa usumbufu lakini ninapokuwa elfu hamsini na wakosaji wengi ni boda boda boda boda za mikataba yani hiyo elfu hamsini hiyo jiona unaenda kuiba tv auze apate hela kumpelekea bosi hesabu hiyo ameielewa sio hesabu yenyewe jirani yako ameacha mwako kidogo au amechukua TV ameenda kuuza. Marejesho yamembana. Jana amelipa faini elfu hamsini. Boda boda kuipata elfu hamsini jamani. Ni, ni mchakato. Pika moja moja wateja wangu apate elfu hamsini. Ndio utajua. Kwa hiyo kuna faini ambazo kuna hela tunazipoteza kama mapato lakini kwa kutengeneza faini kubwa ambazo kiwani sio unajua hizo ni hawezi kutoa hapa. Alafu wale wale mtoza faini wale. Yani ukikosea barabara ukaenda ukamlipa mipa elfu hamsini yeye mwenyewe haamini anaanza mnishoe experience hicho kitu sinimekosea, chukua hamsini hapa ya mwenye tena. Anaanza kama kuto kuamini, anaanza kuuliza, wewe ni nani? mimi na niki vipi? Sinimekosea <laughs> eh, sinimekosea, chukua raha yako. Atatafakari hapo zaidi ya dakika. Ah basi, akiona kama umebeba basi, kama amkatua hivi ya zambarau, ah basi, nenda tu nenda. Yaani anakukadiria umeona kwamba nisi nikachukua hii fine elfu hamsini kumbe aiza ni boss wangu au ana maisha yako wewe. Yaani yeye mwenyewe anakusanya hayo mapato. Haamini kama boda boda anaweza kulipa hiyo elfu hamsini. Fine. Kwa hiyo hicho kipengele tuna na shauri tu kwamba tukirekebisha, na bahati nzuri hizi faini ndogo ndogo ziko level ya baraza la madiwani ili tuzipate moja kwa moja, lakini jambo lingine ambalo mimi nimeliona ni changamoto na ni kelele nyingi. Na nafikiri changamoto ni kwamba halijawekewa tu utaratibu mzuri ni hizi hela za vikundi za halmashauri. Ni sifani kama nimekosea kwenye wewe wangu. Mimi ninapojua ni asilimia kumi ya mapato ya kila baada ya miezi mitatu. Changamoto hiyo iona mimi kubwa. Madiwani pia nafikiri kuna mahali walitelekezwa hawakuhusishwa. Yaani kwamba hizi hela zinatoka kwa utaratibu upi? Kwa vigezo vipi? Na mtu ukikosa maana yake umekosa kwa nini? Kwa sababu ilifika mahali ni wao wakiulizwa naye haelewi, yaani hana majibu, yani diwani hana majibu. Mimi ninavyojua kwa mujibu wa kanuni tumefundishwa hapa na sheria, diwani zr kwenye rengo ya halmashauri, yani diwani ndio mzungumzaji wa mwisho wa jambo lolote. Jambo lolote usiposhirikisha baraza la madiwani, umeleta contradiction mtaani. Na kwa sababu kipindishwo anatafuta kura walichokuwa wanasema wao, wanaisakizia halmashauri, sio sehemu ya ile halmashauri. Umeona, na yeye anaisakizia nini halmashauri? Ilibidi wafanye hivyo kwa sababu na wao hawakuwa na nini na majini, lakini nikahisi kwamba wenda madiwani waliondolewa sio kwa mujibu wa sheria, ila waliondolewa kwa personal issues za kwa kwamba tukihusisha madiwani wataleta labda siasa kwenye vikundi nchi hii kila kitu kinatenguliwa na sheria, kinawekwa na sheria. Kama baraza la madiwani ndio waidhinishaji wa fedha zote zinazotoka, tunahitaji tunatamani sheria hiyo itekelezwe kwa madiwani kushirikishwa. Akileta vikundi vya wake zake, vikishindwa kulipa situtakamata situtabana, au sio? kwa sababu unakuta watu wanalipa mpaka kwa rumbea wajane wajane, wake wajoni wale, unaona joni adiwai. Sasa watu wana sifa zote wananyimwa mkopo kwa umbea. Sasa hilo tusiruhusu. Tunachoangalia uingizi vigezo, usipolipa, utaratibu unasemaje? Mambo ya wao ni wajuma ni wajoni yanahusika. Kinachokatazwa pale ni mtu mwenye maslahi ya moja kwa moja na, na baraza. Mi navojua kukopa wewe kama wewe kelele sana, mheshimiwa mkuu wa mkoa, sana sana sana huko mtaani. Na kama hizi fedha, kama utaratibu navyosema, zinatolewa kila baada ya miezi mitatu, basi madiwani wajue hii miezi mitatu asilimia kumi tumepata shilingi ngapi, na vikundi ambavyo manejimenti imejiridhisha viko vingapi, na ambavyo havijapata wakati vinasifa, utaratibu upoje, vitapata awamu ipi, sipo hata utezeke, ila tunapofichaficha, ukimuuliza vikundi vinapata, kesho nitakucheki, niko kwenye kikao, sijui nini. Yani chenga nyingi, nyosha maelezo. Hela sio za kwetu hizi, ni za Watanzania. Sasa tunachotakiwa kufanya nikuambia ukweli, safari umelipa kidogo, kwa hiyo vimepata vikundi saba katika hamsini, ninyi wengine msubiri awamu anachostahili. Nilikuwa nacheka hapo lakini mwaone naumia. Yaani wameandika msamaha, halafu twende na msimamo mmoja kwamba kama kwa ni msamaha, mwajiriwa yeyote akishatimiza miezi sita kwenye ajira kama sheria za mikopo na sheria nyingine zinazosema, awe na sifa ya kupata msamaha wa kodi kwenye gari ili aendeshe ule gari akiwa bado damu ni changa, sio mzee. Lakini watu wengine ambao hawajaingizwa ni madiwani, nitaenda nalo hilo